Na waa siaa animesimama mbele, napenda kutoa shukrani kwa kutuletea aina fulani ya kusoma, maana mimi tangu kwa namna kwa namna hii, lakini kwa namna hiyo uliyofanya tuelewe, tuongeze mengi, na pia asante kwa kutuletea kwa kubwa zetu io hapa wameendelea wametuelimisha vizuri, na imani kwa asilimia kubwa tumeelewa. Asi kazi moto, karibu karibu. Na kwanza mimi ningependa <laughs> <laughs> la kushukuru kwa kazi moto tulioletewa hii. Kuna vitu vingine vilikuwa sisi hatufahamu, ila wengi jopo walokuja kuelezea hapa na no, maswali so no, so tulioulizwa na maswali ya na kitu tumegei hata tukikutanacho mbele ya safari kama hata kama walifika rembo ya kufundishwa, lakini tutakuwa tunaidianacho. Napenda kutoa shukrani kwa wa walimu wetu Mr. Chesaire na, asante kwa watu wote walioshiriki waliojibu maswali na kuuliza maswali, asanteni pia kwa kuwa na sisi kwa kutuelekeza, mama watu tulikuwa tuyajui kama Kakarobi au jamani. Mmoja, ninapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu moja waema ametupa kibad cha kukutana hapa. Pili, nimshukuru sana baba yangu, mwalimu wangu mwalimu wetu li tatu, nafikiri nimshukuru zaidi kaka yangu. Sikupata nafasi ya kukushukuru kwa mara ya kwanza ulipokututembelea na kushukuru sana kakauniyavita kwa namna unavyojitolea na unavyojitoa kwa ajili yetu. Pia nikushukuru sana mheshimiwa rais sana sana, sije kukusifia na kukushukuru mbele za wanafunzi. Pia niwashukuru watu wote mkiongozwa na kaka kushukuru sana kaka yangu waziri wa elimu, nafanya kazi na mimi wakati wote, nashauri pia washukuru Shamsi, yupo naibu waziri wa elimu kaka, kaka mdogo wangu pale, waziri wa ulinzi pale, dada Asha, katibu wa bunge, pia kaka yangu Brian kakawashukuru pia zaidi na zaidi. Nawashukuru watu wote nikiongozwa na mzee wetu wa darasa Kipara, asanteni sana. Mimi nipende kushukuru Mheshimiwa Mwalimu Chazari kwa sababu ukija kwenye ile list mimi sikuwemo. Wengi mnashangaa kuniona. Lakini leo nimepata taarifa hiyo na nikasema nitaitikia yote kwa sababu ni mwalimu ambaye nimeishi naye vizuri. Nashukuru kwa Nyabita ambaye tumeishi naye vizuri tangu mwanzo, Mheshimiwa Rais, waziri wa elimu Masiala, na naibu waziri wa ulinzi wote kwa pamoja, na nashukuru nyinyi ambao leo mmefika hapa kutusikiliza. Kwa nini maana yote na nyinyi mfikieni, mfikieni bado alikofika sisi na naamini mtafika. Asanteni sana, asanteni. Uh, mimi ningependa kuwashauri kama ndugu zangu, mengi ameongelewa hapa, ila kikubwa ningependa sana tusomini vitabu jamani, yaani kuna wengine hapa hapa nikamwambia nikamwambia, oh, unajua nini kuhusu kitabu chochote kati ya jina la pili au jina lolote unaweza kukuta hajui chochote. kuumbi ushauri wangu ndugu zangu, tusome vitabu huko tunapoelekea, sio kama tulipotoka. Asanteni asanteni. Mimi napenda kuwashukuru kwa, kwa ushirikiano wenu, nasi tumejifunza kutoka kwenu. Kwa hiyo tuendelee kujifunza kama alivyosema naibu waziri wa ulinzi, tusome sana vitabu, tufanye group discussion na pia ukiona kitu kimekushinda, tupo sisi ambao tumewatangulia kidogo, japo uh hatujui vyote, lakini tutakuelekeza wapi pa kupita. Karibuni sana, tupo

Unajua huyu mama ni mtu mkubwa sana, yes. Ni katibu wa bunge, e, na mwenyekiti wake ambaye ni speaker ni Robert. So, asababue Robert kisha zungumza tumpe itifaki yake Madamkulwa Bundaa gamba neno moja na shukrani kwa dada. Mheshimiwa Rais nashukuru achezari tumezingatiwa mwenyekiti na wanafunzi kwa ujumla binafsi sitokuwa na mengi kama kusema kusoma kuseamzangukitengeakusoma kitu kikubwa zaidi ambacho kimetuleta